Nataka kuambia umoja wetu na amani yetu ndio msingi wa maendeleo yetu, na lazima tung'ang'anie umoja. Mmesikia huko watu wanasema, watu wasiende kupiga kura. Wako kwenye mitandao wanasema, wakati tarehe ishirini na tisa tuta wanapiga kura, sisi wao wataandamana na Samia. Nataka kuambia, ndugu zangu wa Geita na Watanzania, tarehe ishirini na tisa ni siku ya kupiga nini? Hakuna kuandamana wala mtoto wa maandamano hamna, nasema hamna, kwa sababu ni makamu mwenyekiti wa chama kinachotawala Tanzania na mpaka tarehe ishirini na tisa tutakuwa bado tunatawala ndio. Kwa hiyo kama alivyosema rais juzi, alipokuwa anazungumza Dar es Salaam aliwaambia yeye ndiyo amiri jeshi. Alikuwa hawatishi, alikuwa anawaambia tu kuna serikali ambayo kazi yake ni kuhakikisha amani inafanya nini inakuwepo eh. Wewe uje uvuruge amani, sisi tukinyamaze tunakuangalia? <laughs> <laughs> Haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo dimwambia wapiga kura kwenda mwandamane, kwenda kwenye vituo vya kupiga kura. Hakuna mtu atawabuguzi hata mmoja, hamna. Maana hatuwezi kuruhusu watu wachache wanaotumiwa na watu wa nje kuleta fujo katika nini, katika nchi yetu. Hapana, tunataka wa hapa na wa nje wenye chokochoko choko wapate habari kwamba hatukubali, na uchaguzi utafanyika tena kwa amani. Na wenyewe ndugu zao wako hapa wanaangalia, watasema kwa kweli amani imetawala, hawakutegemea lakini wataiona umoja, amani, misingi mikuu miwili ambayo tumeirithi kutoka TANU na Afro Shirazi na CCM kazi yetu ni kuiendeleza. Kwa hiyo tuendeni tukajiandae kupiga kura, na wapiga kura wetu muambie waondoe woga unao wanauziwa woga, waondokane nao, waende wapige kura kwa sababu wanaamua hatima ya maendeleo yao kwa miaka mingapi mingati na nanasema tusipige kura. Tangu uhuru hatujapata kuahirisha hata mwaka elfu moja mia tisa sabini na tisa kuelekea thamani, tulikuwa na vita vya Kagera, lakini bado hatukuahirisha kiuchaguzi. Sasa cha kutufanya tuahirishe ili kitu gani? Kwa sababu tu chama fulani hakijawa tayari? Hiyo ni sababu ya kuvunja katiba? Hapana.